Nani wengine wako hapa kwa shukuru kwa kuzingatia amani na kufanya kazi pamoja, lakini mimi husema tenda wema nenda zako. Na kila mara mimi mkumbusha gavana wa kaunti ya Bungoma kwamba mamlaka yaliyopewa ni kutekeleza ugatuzi kuhakikisha kwamba fedha nazoleta kutoka Nairobi zinajenga barabara, maji na kuimarisha maisha ya watu wa Bungoma. Na pale kuna shida nikisema na Biblia inasema, come let us reason together. So when I raise issues, mimi nashukuru sasa viongozi Bungoma mambo ya matusi inateremka chini, mambo ya madharau inateremka chini kwa sababu the biggest beneficiary of leadership ni nyinyi wapiga kura. Sasa mimi naomba tu mniombe, niendelee kufanya kazi kwa heshima, kuwatetea mnyonge, mwanabiashara and it doesn't matter where you come from in Bungoma. As long as wewe ni Mkenya, umeekeza Bungoma, unafanya biashara yako vizuri, na unapendana jinsi Yesu alisema, pendaneni jinsi unavyojipenda, in Bungoma is a heaven of peace. So wale mnatoka Vihiga, nimeona MC rafiki yangu hapa kutoka Busia Invest in Bungoma because kidole kimoja hakiui chawa.